Anas, na nini tunapigana, sababu gani? Mimi nilisema hivi, nilikuta asubuhi Karo anaweka anabadilisha ana maji mm-hmm, nikamwambia Karo, baada ya kubadilisha maji na daktari yako, na mmetoka na mtoto huko, mnakuja mnaletea daktari huyu mtoto dia atipu mtoto, wacha daktari afanye kazi yake juu, tuna... ndio anabadilisha maji yeah, juu tunaweza hata alikuwa amevaa nguo ya daktari, sasa wakati huo juu tunaweza chukua mtoto huyu tu, tufanye nini? Mnanisikia sawa sawa Mnitra. Tu, na mnisikie mahali nakosea mniambie, tunaweza chukua kitu tudunge ama mwingine akute, sio wewe unadunga na yeye amezoea kudunga. Sasa akidunga hiyo maji ingize hata chafu ingie ndani da, ya mwili ya pita pita. Alikuwa nalala pale tu anatuangalia. Sasa hapo ndio mama ya Karo alikuwa anakuja akiwa anasika hata mguu ya kuku anakuja na msichana yake anakuja, anakuja anasimama hapo, ananiambia amtaongelea Karo, naelewa bila, ananiambia amtaongelea Karo mta nena maneno ya Karo, hiyo msichana akiwa anakaa hapo, hapo sasa naona sasa, hata wananigambia sasa, nilisikwa na hasira, hata karibu ni niamuke na yeye na yeye akachukua kisu anataka kunidunga. Ah, tuko oh, sawa Lord. sasa kutoka hapo, kutoka hapo, hebu niulize.